Karibuni na ujambo ndugu mtazamaji, pia msikilizaji wa chaneli yako pendelevu Kuna Nini News. Kuna Nini News. Ni TV yako online iliyo na makao yake huko nchini Uingereza. Tunakuletea habari mbalimbali kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, habari za kanda, kama vile habari za kimataifa. Leo ni siku ya Alhamisi ya tarehe Machi 13, mwaka wa 2025 haya ni matangazo yetu ya jioni nini tumekuandalia leo? Kwa yale ambayo tumekuandalia, ndugu mtazamaji, ni kuhusu kilele kilichofanyika ambacho kilikuwa cha marais pamoja na mawaziri wakuu wa nchi wanamemba wa SADEC kwa ajili ya hatima ya askari wao wanaopatikana kwenye ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ambao walikuwa na malengo ya kuweza kusaidia kurejesha amani haswa ajili ya kusaidia serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupambana na adui aliyeivamia nchi ambayo ilikuwa ni serikali ya Rwanda. Lazima tuangazie hapa kwamba askari wa SADC au askari wa nchi wa na memba wa Jumuiya ya Nchi za Kusini mwa Afrika SADC waliweza ingia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu tarehe 15 Disemba mwaka 2023 katika hali ya kuisaidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo kwenye mapambano na uvamizi uliofanywa kutoka nje, na hao waliweza kuchukua nafasi ya vile vikosi kutoka nchi za Afrika Mashariki EAC. Ikumbukwe hapa kuwa tangu kuwasili kwa askari hao ambao walikuja na nia ya kupigana na adui wakiwa waki upande wa jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waliweza kumbana na changamoto nyingi, ambazo wakati nchi ya Rwanda ilipovamia nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, aswa wakati walipo karibia na kuhuteka mji wa Goma, maskani ya mkoa wa Kivu ya kaskazini kuna askari wao ambao waliweza kupoteza maisha na hata endapo mji huo wa Goma uliweza kutekwa. Kando ya wale waliouawa, kuna wale ambao waliweza kukamatwa na M23 RDF, jeshi la Rwanda, kama vile AFC, huku wengine wakiweza kuhifadhiwa na tume la kulinda amani la Umoja wa Mataifa MONUSCO nchini humo kutokana na kilele kilichofanyika cha marais pamoja na mawaziri wakuu wa nchi wana memba wa SADEK wote kwa pamoja walikubaliana kwamba muhula wa SADEK kwenye ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo umefika mwisho. Tangu leo, yatakiwa askari wa SADEK waweze kuondoka kutoka ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo na hiyo ikiwa kwa mwendo wa mchachato chachato yani, kwa mwendo wa kinyonga. Tukumbushie hapo wasikilizaji, pia watazamaji wa channel yako hii Kuna Nini News, wachambuzi wengi, haswa wale ambao ni mashirika ya haki za binadamu, wengi wameweza kupokea na kukubali hatua hiyo iliyochukuliwa kama vile ilivyosomwa na katibu wa jumuiya hiyo. Lakini kinachowashangaza wengi ni kwamba majeshi mengi au vikosi vingi vinavyotumwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ajili ya suluhisho, mara na mara hufika mwisho wa muhula wao bila kukamilisha waliokuja kuyafanya, huwa wanafika mwisho wa muhula wao bila kukomesha kile walichokuja kukifanya. Ikumbukwe hapa kuwa hali hiyo ambayo imetokea kama vile hatua iliyochukuliwa na wanamemba wa nchi za jumuiya ya nchi za kusini mwa Afrika SADEC, imeweza kutokea wakati hali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ingali bado tete, na nchi ingali bado inaendelea kwenda mrama, kwa sababu sehemu nyingi za mashariki mwa nchi, ukichukulia mkoa wa Kivu kaskazini kama vile ule wa kusini, sehemu muhimu haswa miji yake mikubwa ni chini ya umiliki wa M23 RDF, jeshi la Rwanda pamoja na washirika wao. Hali hiyo imeweza kuleta wasiwasi mkubwa kuhusu mstakabali wa nchi, haswa inapofahamika kwamba hivi majuzi tu Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Kongo Felix Tshisekedi alipotembelea nchi ya Angola na kukutana na mwenzi wake Joao Lourenco, kuna mapendekezo yaliyotolewa na mpatanishi huyo Rais wa Angola kutaka Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo, ya Kongo Kongo au serikali ya Kongo Kinshasa kuzungumza na M23 RDF, uh, jeshi la Rwanda, swala ambalo kwa mujibu wa msemaji wa Rais Feliks Chisekedi, imesemeka kuwa serikali imeweza kutolewa mwaliko na yule mpatanishi, basi wako tayari kubali mwaliko. Kinachosalia ni kile ambacho kitazungumuziwa ndani ya mazungumuzo, ila tuyaachie majira muda, lakini kwa muda kama huu hali inavyoendelea yaonekana kwamba licha ya yote ambayo inaweza kutokea, serikali ipo tayari kuzungumza na M23 kupitia pendekezo lililotolewa na Rais wa Angola Joao Lorenzo. Nini basi kitafata baada ya mazungumzo hayo? Tuendelee kuyaachia majira muda, lakini nikikumbusha hapa ni kwamba mazungumzo hayo yanatarajiwa kufanyika tarehe 18 mwezi Machi mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano. Na nayo na yataweza kufanyika huko mjini Luanda nchini Angola. Na nikufikia hapo ndugu mtazamaji, sina cha ziada, tumekomesha matangazo yetu ya muda kama huu. Basi tunakuomba waendelee kuipenda channel yako hii, panapo majaliwa tutakuja na mengi zaidi. Lakini ili utupe nguvu zaidi, kile ambacho nitakuomba usiondoke kabla uja subscribe, yaani kujiabone, usikose ku like, usikose kuacha komenti yako na hatimaye usikose kushea, yaani kupataje kwa wengine. Huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwa chaneli yetu hii, Kuna Nini News. Hadi hapo tutakapo kuchana tena, ewani, nasema asante kwa kuandamana nasi.